Nam, kwingineko kamati ya kuchunguza vita vya kikabila katika wilaya za Tana River, Tana Kaskazini na Tana Delta iliyobuniwa na Rais Mwai Kibaki tarehe 21 mwezi Septemba imeapishwa. Makamishna hao watatu wakiwemo mwenyekiti wa jopo hilo Jaji Grace Nzioka na makamishna wengine wawili, wanatarajiwa kuanza kazi yao siku ya Jumatatu na kutayarisha ripoti itakayofikishwa kwa Rais Mwai Kibaki baada ya siku thelathini watakapoanza majukumu yao. Vilevile, Profesa Jane Onsongo na Irene Keino wameapishwa kama makamishna wa tume ya kupambana na ufisadi. Makamishna watakaohudumu kwenye tume ya kuchunguza machafuko ya Tana River wameapishwa na wanatarajiwa kuanza vikao vyake rasmi siku ya Jumatatu mjini Mombasa. Hii ikiwa ni tume inayotarajiwa kutoa ukweli unaozunguka machafuko yaliyosababisha mauaji ya halaiki ya watu. Tume hiyo ambayo mwenyekiti wake ni Grace Nzioka itakuwa na wanachama sita wakiwemo majaji Abdul Kadir Lorot, Ramadhan na Emily Ominde. And within this short period, You are going to unearth the truth. And by the time you are handing over your report, uh, the public will, will really know what has happened. And those uh, who will be found culpable will face the full wrath of the law. Tangu kuzuka vita vya kikabila eneo la Tana Delta mwezi uliopita, kumekuwa na tetesi mbali mbali huku viongozi wakirushiana lawama kwa kuhusika na mauaji hayo. Haijabainika ukweli wa chanzo cha vita hivyo ndiposa Rais Mwai Kibaki akabuni tume hii ya kuchunguza ghasia hizo na kutayarisha ripoti kuhusu mauaji hayo. Mwanasheria mkuu Gidhu Mwigai amesema kuwa baadhi ya wanajopo wa kamati hiyo hajaapishwa katika sherehe ya leo kufuatia agizo la kutoa fursa hiyo kwa mwenyekiti Grace Nzioka kuwaapisha wanachama wake. We are aware of, uh...

Wakati huo huo, Jaji mkuu Willy Mutunga ameshuhudia kuapishwa kwa Profesa Jane Onsongo na Irene Keino kama makamishina wa tume ya kupambana na ufisadi. I wish to congratulate uh, the new commissioners who have just been sworn in. Indeed, uh, Honorable Chief Justice, this goes a long way in uh, restoring public confidence in the fight against corruption. Jaji Mutunga amesema kuapishwa kwa wawili hao kulichelewesha na kesi iliyokuwa inamkabili Mumo Matemo kama mwenyekiti wa tume hiyo.